Hakika Allah ni mwenye kusikia na mwenye kujua. Sasa hawa jamii nyingi za Kizanzibari wao hushikamana na aya hii, au huchukua haya maneno tu basi. Unajua mji wa kwetu asilimia tisini na tisa panasema Waislamu, lakini asilimia tisini na tisa unajua ni majai. Wajua hilo Asilimia tisini na tisa hawajui ya sabini kazaliwa yeye, kwa sababu kazaliwa katika mji wa Zanzibar, anaona kwamba yeye hapa Zanzibar watu wote Waislamu, basi jambo la kusoma dini yeye kwake wala hajali, anakuwa na mambo ya kawaida. Wanasoma watu wawili watatu, au yeye hababaishwi, abadilishwi, kwa sababu kazaliwa Zanzibar na watu Waislamu na yeye Muislamu, basi mambo yameisha. Kumbe mambo hayako kama hivyo, na ukiwachunguza asilimia tisini ni washirikina. Chunguza hilo utaona, hawa wazanzibari unaowaona wewe waingia misikitini, wakaingia na kutoka, wengi wao ni washirikina. Wewe ukisoma masala ya shirki hayo yatakusibitikia, kwa sababu si wengi wanaojua hiyo shirki ndo nini. Hakuna anayelitambua hilo, hajui hii sunna, hajui bida, hajui tauhidi, hajui shirki, hajui ibada, hajui dhambi yeye. Yeah, yupo tu, kwa hivyo anafanya, anaenda Yani mzanzibari yeye kubwa alilifanya anasali sala tano, halafu anasubiri mwezi wa Ramadhani aje afunge, kamaliza ndio dini yake imemaliza. Hasa habari za kusoma dini hajui. Mambo kama haya ndo kabisa, utamzonga kabisa. Umtafute labda vijana hao wenye umri wa miaka kadhaa kadhaa, mwambie na shilingi laki saba, mzee kaacha labda milioni tatu, kaacha wanawake watatu na wa, wa, wanawake watatu na wa, mwanamme mmoja, hebu tuambie hizi zitarisiwa vipi? uonechweni zaazaa urazana atakwambia. Lakini ukija ukimuuliza habari za Simba na Yanga, Simba katolewa vipi, atakupa maelezo yote anajua taratibu sheria zote zile, za kwamba katolewa hivi kwa sababu ilikuwa hivi, si ndio au? Pale ni offside kwa sababu gani? Ah, pale offside kwa sababu hii hii na hii. Lakini sasa haya mambo ya msingi ambayo ndio atakayenda kuulizwa kwa Mola wake, hajui ka msiba. Kwa hiyo mambo ya kusoma dini ni lazima, Usijokazani kusoma dini, kuna baadhi ya watu tu wamewekewa wa, wa, wa, wa. Hapana, kusoma dini ni watu wote lazima, yani toan wakarha, ukipenda ukichukia, ukitaka usitake, ili ni jambo la lazima na utaulizwa hili. Uulizi chingiri chochote wewe kasomea utaalamu kwamba wewe ni mtaalamu, wewe una PhD ya misitu, mfano mtu ana PhD ya kutibu wagonjwa, ana PhD labda sijui ya wanyama yeye mtaalamu si wa vitu gani, huulizwi hayo hata siku moja, wala haya hayakunufaishi chochote ukishaingizwa kaburini. Hayo ni mambo ya ulimwengu tu, lakini ukiingizwa tu utaulizwa mambo haya. Ehe, utaulizwa tauhidi, utaulizwa ibada, utaulizwa na wewe mtume wako. Haya ndio utakayoulizwa. Kumbe yale uliyo yadharau ndio ambayo kule unaenda kukumbana nayo. Hayo PhD zako utaishia huko huko na hayo mambo ya master na digiri zako unamalizia huko huko tu basi. Kwa hivyo hapa